Kwa ujumla jumla, jeshi la polisi mkoa wa Iringa, hali ya ulinzi na usalama mkoa ni shwari na shughuli mbalimbali za kijamii, kiuchumi, kisiasa zinaendelea vizuri, lakini tunaenda pia na operesheni za polisi za kawaida kuhakikisha kwamba maana yote ya mkoa wa Iringa ni salama. Katika operesheni hizo jeshi la polisi limefanikiwa kukamata watuhumiwa watatu ambao mmoja wapo ni Innocent Mosi, miaka 30, huyu ni mfanyabiashara na mkazi wa Tengeru mkoani Arusha na wenzake wawili kwa makosa ya kusambaza taarifa za uongo kwenye mitandao ya kijamii eh, kinyume na kifungu cha 16 cha sheria ya makosa ya mtandao iliyofanywa marejeo mwaka 2023, e, eh, kwa kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu e, eh, ambayo pia ni kinyume na kifungu cha 305a cha sheria kanuni ya adhabu sura 16 iliyofanywa marejeo mwaka 2023, kwa mujibu wa uchunguzi ambao tumeufanya sisi kama jeshi la polisi katika kipindi cha Aprili hadi mwezi Agosti mwaka huu. Watuhumiwa walitumia mtandao wa kijamii wa Facebook kupitia akaunti ambayo inajulikana kwa jina la Silverland Company Limited na kujitambulisha kuwa ni wafanyakazi wa kampuni ya kuzalisha vifaranga ya ya kuku ambayo hiyo ni Silverland iliyopo eneo la Ifunda mkoa wa Iringa. E, watuhumiwa hao walitumia majina ya uongo kusambaza namba za simu walizotumia kwa kuwapigia wananchi mbalimbali e, katika mikoa mbalimbali mbali, ambayo pamoja na Iringa, Tanga, Arusha, Dar es Salaam, Moshi na Dodoma na kuwaomba watume fedha ili wapate vifaranga. Kwa hiyo wale watumaji wa fedha hizo ambao ni wahanga wa matukio ya kutapeliwa walituma fedha hizo eh, kwa kuamini kwa hao waliotoa wa, hiyo account ni wafanyakazi wa kampuni ya Silverland ambao hatimaye wahanga hao walitapeliwa fedha kwa sababu taarifa hizo zilikuwa za uongo. Jeshi la Polisi kupitia operesheni imefanikiwa kukamata watuhumiwa hao wakiwa na line 94 za mitandao mbalimbali mbali, ya simu ambazo zote zimesajiliwa kwa vitambulisho vya watu ambao ni tofauti na laini za za wakala zilizotumika kutoa pesa pamoja na gari yenye namba za usajili T710 CAV aina ya Toyota RAV4 ambayo ilikuwa ikitumika katika eh, kufanikisha matukio hayo ya uhalifu. Lakini pia tunatoa wito kwa wananchi kuwa makini wanapo eh, wanapotaka kufanya miamala ya fedha mitandaoni na kuhakikisha kwamba wanathibitisha uhalali wa biashara au huduma ambayo wanataka kuipata kutokana na mitandao hiyo. aidha tunataka kuwahimiza wananchi kutoa taarifa mapema pale wanapohisi kwamba eh, kuna aina tu ambayo inaweza kufanyika ya utapeli kutokana na hiyo miamala, au watu ambao wanasuku kwamba wanaweza kuwa sio watu wema katika matumizi ya mtandao.